Wali moto wauzaji wa matela <tipa> <tipa> Zigopo kama wote wa kibabe, zigopo kama wote wa kibabe, itafute kupitia sifuri sita nane sita mia thalathini na tatu mia sita thelathini namba yangu. Sifuri sita nane sita mia salasi na tatu mia sita salasini, nipata utapata tela.